Uje na mindset ya tofauti ambayo watu wengi ambao wamefanikiwa kwenye maisha ukifuatilia historia zao ni walichukua ile historia ambayo ni ya eagle. Eagle ni aina ya ndege ambaye tabia zake kwa mwanadamu zinajitosheleza. Na ndio maana ukiangalia watu wengi ambao wanafanikiwa katika maisha, ukiangalia tabia zao ni kama walikuwa na sifa nyingi ambazo wamezibeba eagle. Kana jiuze kitu kimoja ni kwanini, kwa nini ukijaribu kuangalia Marekani wanajifananisha na tai? Na kuna sehemu nyingi ambazo ametengeneza ile chata ya tai na kuweza kuiweka ngungudua, kwamba tai ni aina ya ndege ambaye anawakilisha vitu vikubwa vitatu kwenye maisha. Kitu cha kwanza tai anawakilisha hekima. Tai waga ni pole, hana maneno mengi lakini pia kitu cha pili waga anawakilisha amini maarifa, ama tunasema ufahamu. Lakini pia cha mwisho ni ujasiri tai ni aina ya ndege ambaye ni jasiri kuliko ndege wengine wote ambao tunasema wako angani, lakini pia wanakaa katika nchi kavu. Sasa tunazungumzia kuhusiana na ego's mentality, tunamaanisha mindset ya ego kwa mwanadamu. Unapoweza kumstudy ego, ukianza kumsoma ama kuweza kumsoma ego, unaweza kutambua kwamba ego amebeba mambo ambayo yanamtofautisha yeye na ndege wengine wote. Na kama kuna kitu baada ya hapo natamani kuwa kwenye maisha, basi nashauri waweze kuwa ego, sababu hata mimi mwenyewe nimejaribu kujua akili ya ego na ndio inayo drive mwongo wa maisha. Ukiweza kumwelewa ego hautohitaji watu wakwambie nini. Ego tu anatosha kufundisha mambo yote ambayo pengine kila siku unaweza ukakaa kwenye semina ukawa unafundishwa. Kitu cha kwanza ambacho waga anakipenda kwa ego, ego, tunasema tunasema waga na clear vision. Clear vision tunasema ni maono ambayo hayana, hayana chengachenga. Maono ambayo yako moja kwa moja. Kwa hiyo tunasema hivi, eagle ana kawaida ya kuona kitoweo kutokea kilomita tano umbali wa anga liko simama. Kutokea kule anapokuwa anaona kile kitoweo igo, anapoamua kukifuata igwe waga halose focus ama halose target. Haijalishi atakutana na vikwaso kiasi gani, lakini akisema anaenda kupata kile kitoweo igo hajakate tamaa. Kwa hiyo inaweza ikamchukua muda mbali, ama inaweza ikamchukua umbali ama mahangaiko, mateso hapo katikati, lakini igo ni lazima akikishe amaweze kukamata yule mnyama ambaye alikuwa amemtarget. Kwa hiyo kuna kitu ambacho tunajifunza kwamba katika maisha ni lazima ujione zaidi ya kilomita tano, kama vile igo ambavyo anaona kilomita tano. Za igo inawezekana ikawa ni miaka mitano ya wewe kuja, kilomita tano za igo inawezekana ikawa ni miaka kumi ambao wewe inabidi ujione. Kwa hiyo unapokuwa na uwezo wa kuona, hauishi tena kwa ajili ya leo, unaishi kama igo, maanake unaangalia kesho, unaangalia miaka mitano kuliko leo. Lakini kitu cha pili ambacho waga nakipenda sana kwa igo, tunasema igo waga hajui kulalamika, igo waga hana maneno mengi Igo waga ni mtendaji waga, hajui kuongea lakini tukiangalia watu kama kasuku, ndege kama kasuku, mara nyingi sana woga, wanaongea sana lakini hawapai. Wao wanachokifanya, wanaongea, wanabaki mchikavu. Lakini wanachokifanya igo, anachokifanya ye, maneno ni machache, lakini anapaa mbali ama anga za juu zaidi kuliko ndege wengine. Kwa hiyo katika hiki kipindi ambacho kinakuja, nilikuwa nataka nimshauri mtu mmoja, kama kuna kitu chochote unatamani kiwa kwenye maisha, basi kuwa igo. Kama kuna namna yoyote ambayo unatamani uhame katika ulimwengu wa kawaida, tembea na akili ya igo. Igo ni ndege lakini igo ni maisha hali ya mwanadamu. kuna vitu saba ambavyo ukiweza kuvielewa siku ya leo, baada ya mkutano ukienda, kama ulivyotoka, ukiingia amini, kutoka kama ulivyokuwa ameingia, basi unaweza kusema kwamba una shida kichwani, lakini ukweli ni kwamba Ego, ego's mentality, ego's mentality it is a transformative mindset. Ni akili ambayo inahamisha, ni akili ambayo haina kulalamika, ni akili ambayo imebezi kwa matendo zaidi. Na nashauri mtu mmoja ambaye amekaa hii sehemu kwamba baada ya kuondoka hii sehemu, nenda kaweze kumstadi ego, uweze kumtazama alafu uzijue tabia zake ambazo nitakupa lakini pia nikiwa nakufundisha at the same time. Lakini kitu cha mwisho ambacho waga nakipenda sana kwa ego, ego tunasema ego waga ana kawaida ya kufanya riba Bibati maana yake ni kuzaliwa upya. Igwa anapofika umri wa miaka 40 ili aweze kuishi miaka yake 70. Anapofika umri wa miaka 40 huwa anafanya maamuzi ambayo ni ajabu sana, lakini pia yanatesa sana. Fatilia vizuri nasoma, utagundua kwamba igo anapataga uchungu na maumivu zaidi ya mwanamke amba ambayo anajifungua leba, kutokana na ile miaka miezi mitano siku mia moja na hamsini ambazo igo huaga anakaa kwenye mateso ili kujirudi katika ujana, ili aweze kuishi miaka 30 ambayo imebaki. Kwa hiyo pale anachokifanya igo huaga, na kawaida ya kusema kwamba anapofika umri wa miaka 40, huaga kuna maneno mawili tu, kuna mambo mawili anatakiwa achague aidha afe ama a go through a very very difficult process ya kuweza kufanya rebirth ama kuzaliwa upya. Sasa anachofanya igo woga anaenda sehemu ambayo ni mbali sana, anatafuta kitoweo cha kutosha, alafu anaenda kwenye mapango na milima ya juu ambako maadui hawezi kumfikia. Baada ya kufika pale, igo woga anafanya kitu kimoja ambacho ni cha muhimu sana. Anachofanya, woga anakuwa amezeeka kwenye miaka ya 40, midomo yake, makucha pamoja na wings zimebana kwenye mbavu, kwenye mbavu. Kwa hiyo anakuwa hana ile flexibility ya kuweza kupaa juu. Kwa anachofanya, anapo kule maana yake anakuwa anatafuta chakula na kitu cha kutosha. Kwa muda miezi mitano, anakuwa anafanya mambo haya ambayo nitakuwa nakwambia. Kitu cha kwanza anachokifanya ni kutafuta midomo yake iweze kuundwa mipya. Anachokifanya, anang'oa midomo yake ya zamani. Imagine afanyaje process? Anachukua huu mdomo, kwa sababu nani hizo hazifanyi kazi, anaugonga kwenye mawe, anagonga kwenye mawe na kwenye miamba, huu mdomo mpaka unatoka wote kwa kugonga. Maanake damu zinakuwa zinatoka hivi Halafu anasubiri mdomo mpya ujiunde. Baada ya ile mdomo mpya kujiunda, ili aweze kutoa nini? Hutoa makucha. Hutumia nini? Utumia mdomo. Kwa tunasema anapokuwa amemaliza ule mdomo wake umetoka na damu zinatoka, igo inabidi asubiri, hawezi kufanya action nyingine. Mpaka ile ya kwanza mdomo ufanyaje, umeota mwingine. Baada ya ule mdomo kuota, anachokifanya igo, wage sasa anarudi, anaenda anaangalia kwenye kucha. Ule mdomo ndio unatumika kutoa nini? Kutoa makucha ambayo yamefanyaje yameshaharibika. Anasubiri tena kucha ziweze kurudi, maana yake hawezi tena kutoa manyoya kwa kutumia mdomo. Ili kucha zitakapokuwa ndio aweze tena kutoa manyoya pamoja na kutoa nini? Zile wings katika huo mchakato uoga anapitia maumivu makali sana lakini anatafuta kuishi miaka mingine mingapi? 30 kwenye maisha. Wewe unatafuta nini kwenye maisha? Ni wakati gani unafikiria kufanya ribadhi? Wakati amefika arobaini, unafikiri kwamba umechelewa kwenye maisha? Hapana, unaweza ukaamua leo ukaamua kufanya ukaenda katika difficult process, lakini kaweza kakuriwadi baadaye kama kitu ambacho anakifanya igo. Kwa hiyo igo anatufundisha kitu kikubwa ambacho kwenye maisha, kama ukitembea na mentality mindset ya igo huwezi kuferi kwenye maisha. Igo ni mnyama pekee ambaye anapokutana na dhoruba anapokutana na vikwazo hajuagi kutulia, anapaa juu kwa hiyo inawezekana hata katika maisha unapopitia hali fulani ngumu, usiyohangaika na watu wala usiangalie watu ambao wanakuzonga kwa msingi. Endelea kwenda juu, endelea kupaa juu, na Mungu atakusaidia.